ikiwa leo ni mwezi ishirini na sita tangu Shehe Mkuu wa Tanzania Mufti Abubakari bin Zuberi kutangaza rasmi kuanza kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, mfanyabiashara na mkurugenzi wa New AM Apartment and Villas iliyopo katika kata ya Mtandi, halmashauri ya mji Masasi, ambaye pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Mtwara, ndugu Muhamedi Abdallah almaarufu Mudy Rey, amefanya ibada ya kufuturisha kwa wakazi wa maeneo mbalimbali ya wilaya ya Masasi mkoani Mtwara. Ibada hiyo imefanyika Machi 26, 2025 ikiwa ni mwezi 25 kwa kalenda ya Kiislamu, katika hoteli hiyo iliyofunguliwa hivi karibuni, huku ikihusisha viongozi mbalimbali wa serikali na wa dini pamoja na wa Chama cha Mapinduzi CCM. Faida Online TV imekuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu ni Habiba Mpembita. Hii ni Faida Online TV. Tafadhali usiache kusubscribe channel yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Ama hakika sisi ni watu wa field. Kwa jina anaitwa Mohamed Abdallah Mohamed Almaruf Mudy Rey, ni mkurugenzi wa New AM Apartment and Villas iliyoko wilaya ya Masasi. Ah, leo tulikuwa na, kwa na iftari kwa ajili ya waumia wa Uislamu na pia na ndugu zetu upande wa kidini. Tulijumuika pamoja katika kuftari tukapata dua ya pamoja jambo ambalo tulilifanya leo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni jambo ambalo viongozi wetu wa dini wanasisitiza kutufanye mara kwa mara kwenye kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani. Kwanza tunapofutulishana, kila mmoja anapata thawabu sawa na mwenzake. Mimi kama nipata thawabu mia moja na yuye aliyokuja kuja kuitika wito wa iftari, naye pia atapata thawabu mia moja, lakini pia tunaongeza mshikamano na undugu baina ya mmoja na mwingine. Kwa hii tulifanya mapenzi kwa lugha nyingine, kia rabi, mawadhan, warahma, ya Kiarabu mawadhan wa rahma yanaongezeka baina ya mmoja na mtu mwingine. Kwa hiyo nimefurahi sana kujumuika na Waislamu wenzangu, na asa ukizingatia mwaliko wamepata siku moja kabla ya tukio la leo tulilolifanya. Kwa hiyo, ndugu zangu, wakazi wa Masasi tunawashukuru sana kwa kuja kwenu, lakini pia tunawaombeeni dua kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia tuombeane sikukuu njema, lakini pia tuombeane heri nyingi kwenye kipindi hiki, pia na wenzetu kwa risma ambao wanaendelea na mfungo po tusherekee hili kwa amani na furaha iliyoweza kuwa bora, lakini pia tuchukue nafasi hii pia kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amesaidia kwenye nchi kuleta utulivu na amani na mshikamano baina ya Waislamu na Wakristo. Tunaweza kushirikiana pamoja, tunakuwa pamoja kwa kila jambo la aina lolote ambalo linafanyika ndani ya nchi hii. Ameweza mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametuunganisha na kuwa kitu kimoja. Tunamwombea sana mheshimiwa rais aendelee na moyo ku wapenda wa Tanzania, awe na umri mrefu, awe na afya njema, aweze kututumikia Watanzania kwa mapenzi makubwa aliyokuwa naye, na sisi pia tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu, amani iwe juu yake, lakini pia kwenye uchaguzi mkuu wa serikali kuu ya mwezi wa kumi. E, kwa jina naitwa Kasumari, ni kiongozi wa dini katika wilaya Masasi, pia kwa upande wa BAKWATA ni Mjumbe wa baraza la mashekhe la mkoa Mtwara na msaidia Sheikh wa mkoa Mtwara shiringi nacham. Lakini e, leo tulikuwa hapa kwenye apartment kwa mwaliko wa iftari kutoka kwa mkurugenzi wa apartment wetu A nwa siwetu Mohammed almaarufu Mudy Rey. Hichi e, ambacho amekifanya ndugu yetu ni ibada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amehimiza Wakikirimiana. Mmoja katika aya zake anasema inna ma nutuhimukum liwaji illa la nuridu minkum jazaan wala shukura. Mungu amehimiza sana kumishana vyakula. Mungu amehimiza kukirimiana na kukirimu watu ni katika sifa Mwenyezi Mungu. Mungu katika moja ya sifa zake ni Karimu. Mungu ni mkarimu na anapenda ukarimu. Innallaha karimu. Mungu ni mkarimu na anapenda ukarimu. Kwa hiyo, ndugu yetu alitualika hapa wafungaji wengi sana kwa ajili ya kutukilimu futari, lakini alichokifanya ni jambo kubwa sana, kitu ambacho baadhi ya matajiri wafanyi, kwa sababu kufanya kitendo hichi ni taufiki ya Mwenyezi Mungu. wala haula wala quwata illa billahi ala aliyi adhimu. Kwa hiyo yeye akapata taufiki ya Mwenyezi Mungu akaamua Ramadhani ya leo tofuturu nyumbani kwake hapa kwenye hoteli yake, kwenye apartment kwa hiyo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man fatara saiman fatara saiman sa, mwenye kumfuturisha aliyefunga, mwenye kufunga anatakiwa furahi mara mbili, furaha ya kwanza anapofuturu pale na furaha ya pili zama atakapokutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili afurahie malipo ya funga yake. Kwa hiyo ametufurahisha, ametukirimu iftari yenye yenye yenye hadhi ya juu, kila mmoja amefurahia. Kwa hiyo amepata thawabu nyingi sana, alichokifanya hapa ni ibada kwanza. Mungu Mtume anasema, anasema mwenye kumfuturisha aliyefunga anapata thawabu, yule mfutulishaji aliyetoa maji, aliyetoa tende, aliyetoa futari zingine anapata thawabu kama thawabu za aliyefunga dugu yetu Mohammed Rey leo, leo amekusanya thawabu za watu wote waliofunga hapa. Na ushauri mwingine ni kwamba e, waige kitendo hiki cha ndugu yetu, waige moyo kama huu wa kujitolea kufuturisha, kwa sababu ni jambo lenye faida kubwa sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Sofia Mkopi, mkazi wa Maendeleo, Masasi. Nimekuja hapa leo kwa mwaliko wa kaka yetu Mudy Rey. Ametualika kwenye iftari ya Ramadhani. Kwa kweli tumemshukuru sana na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mwaliko huu, lakini pia tunamshukuru kaka yetu Mudy Rey kwa upendo wake kwa Wanamasasi, kuona kuna haja ya yeye kujumuika na ndugu zake kupata iftari ya jioni. Kwa kweli tunasema asante sana na tunasema Mwenyezi Mungu mwenyewe ameagiza upendo, lakini pia ukifuturisha watu kuna baraka na thawabu ambazo Mwenyezi Mungu anakupatia ambazo kwazo ziza kufanyia heri katika safari yako. Kwa sisi kama wanajamii ya Masasi, tumefarijika na tumefurahi kuwa pamoja na kaka yetu na tunamwombea dua Mwenyezi Mungu amjalie amjalie heri, amjazie baraka, lakini pia amfanyie wepesi kwenye biashara zake ambazo amezianzisha hapa Masasi, na sisi kama wanajamii tutajitahidi kumtangazia biashara zake. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.